Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Kuna usemi ambao watu wengi wanasema kwamba adui wa mtu ni wa nyumbani mwako au kikulacho kingoni mwako. Ni vema kumshirikisha Mungu katika kila jambo, katika kila jambo. Kumbuka kwamba wanadamu tunaweza kuangalia kwa nje, lakini hatuwezi kuona kitu kilichopo ndani ya moyo wa mtu, ndani ya moyo wa mtu. Kumbuka, tunajifunza hatari ya mtumishi mwenzako, hatari ya mtumishi mwenzako. Katika kila jambo, katika kila hatua, ni vema kumshirikisha kumshirikisha Mungu, ni vema kumshirikisha Mungu, ni vema kumshirikisha Mungu. Mtu hatari ni yule ambayo ambaye ni wa imani mmoja na wewe. Mtu hatari ni yule ambaye yuko jirani na wewe, sio mtu ambaye sio mtu ambaye. Na kwa nini ni hatari? Kuna hatari kubwa ya watu ambao ni ya mtumishi mwenzako au mtu wa imani moja na wewe au mtu ambayo mambo mengi mna, mna, mna, mna share. Hatari ya mtu huyu ni kwa sababu ni ni rahisi rahisi kumwamini kumwamini mtumishi mwenzako kuliko mtu mwingine ambaye aha, sio mtumishi mwenzako. Ni rahisi kumwamini mtu ambaye ana imani moja na wewe, ni rahisi mno kumwamini na kwa sababu hiyo ni rahisi sana huyu mtu akawa sababu ya wewe kuharibikiwa kwenye maisha yako. Ni rahisi sana maisha yako kuharibiwa na mtu ambaye ni mtumishi mwenzako, mtu wa imani mmoja na wewe, wakati mwingine hata ndugu yako, hata ndugu yako, hata ndugu yako. Na ndiyo maana ni vema kumshirikisha Mungu katika kila jambo, ni vema kumshirikisha Mungu katika kila jambo, ili amani ya Kristo iamue ndani ya moyo wako. Tunaposoma kwenye Wafalme wa Kwanza kumi na tatu tano mpaka kumi na tisa tunaona habari za mtu wa Mungu ambaye alitumwa Betheli kwa neno la Bwana, alienda Betheli kwa neno la Bwana, na alipoenda Betheli akatoa unabii ya kwamba tazama, mtoto atazaliwa katika ukoo wa Daudi, katika ukoo wa Daudi ambaye atawachinja ata Makuhani waliokuwa wanatumika tumika kwenye madhabahu. Madhabahu iliyokuwa pale Bethel, kumbuka alienda kwa neno la Bwana akatoa unabii, sio kwamba alienda kichwa kichwa, alienda kwa neno la Bwana kwamba Mungu alimwambia nenda Bethel, nenda Bethel, nenda Bethel, aseme moja mbili kwao, akatoa unabii kwa neno la Bwana kwamba kuna mtoto ataitwa Yosia ambaye atazaliwa katika ukoo wa Daudi, huyo atawachinja, atawachinja makuhani wanaotumika kwenye madhabahu hii na mifupa yao itateketezwa kwenye madhabahu. Madhabahu, na akatoa ishara kwamba tazama madhabahu hii itapasuka, na ni kweli madhabahu ile ikapasuka na majivu yake yakamwagika, majivu yake yakamwagika. Yeroboamu ambaye alikuwa ni mfano alipoona hayo akanyosha mkono wake kumwambia "mkamateni huyo mtu wa Mungu mkamateni," na aliponyosha mkono wake mkono wake ukakauka, haukurudi tena, na ndipo Yerobamu akamwomba mtumishi wa mtu wa Mungu kwamba niombe ili mkono wangu urudi jinsi ulivyokuwa. Na Mungu akamwomba akamwomba Mungu na mtumishi wa Mungu, na mkono wa Yerobamu karudi jinsi ulivyokuwa. Baada ya hayo yote kutokea, Yeroboamu akamkaribisha nyumbani kwake, akasema mtumishi wa Mungu akasema kwamba sita, sitaenda pamoja na wewe wala sita kula wala sitakunywa, maana nimeamriwa kwamba nisiende nisi, nisi pamoja na wewe nisile chakula wala nisi, wala nisi. anasema hata kama ukinipa nusu ya nyumba yako mimi siwezi kwenda pamoja na wewe. Sita kula, wala sita kunywa Akamkatalia mfalme, akamkatalia mfalme kwamba sitaenda pamoja na wewe wala sitakula nyumbani kwako, hata kama ukitaka kunipa nusu ya nyumba yako, mimi sitakwenda pamoja na wewe, sitakwenda pamoja na wewe, sitakwenda pamoja na wewe. Akamkatalia mfalme, akamkatalia mfalme. Lakini katika hiyo Betheli kulikuwa na nabii akaambiwa hizo habari juu ya mambo yote yaliyotokea na watoto wake, kwamba amekuja mtu wa Mungu kutoka Yuda na yote aliyoyafanya, na unabii aliyotoa kwamba atazaliwa mtoto kutoka ukoo wa Daudi, atawachinja ukoani wanaotumika kwenye madhabahu iliyopo Betheli, na mifupa yao itachomwa juu ya madhabahu, na akatoa ishara ya kwamba madhabahu ikapasuka, na madhabahu ikapasuka na majivu yake yakamwagika. Wakamweleza yote wakamweleza yote. Na ndipo yule nabii akamfuata mtu wa Mungu, akamfuata mtu wa Mungu baada ya kuelekezwa na watoto wake kwamba ameelekea huku, akasema niandaleni punda, akamfuata yule mtu wa Mungu. Alipomkuta mtu wa Mungu akamwambia kwamba twende turudi nyumbani ukale na kunywa. Mtu wa Mungu akasema kwamba siwezi, Mungu alikucha aliniagiza kwamba nisile wala kunywa yule nabii akasema na mimi na mimi ni nabii kama wewe, ni nabii kama wewe, na malaika wa Bwana amekuja, amekuja akasema na mimi kwa neno la Bwana kwamba urudi ule na kuni. Kwa sababu huyu alikuwa ni nabii, yule mtu wa Mungu kutoka Yuda ilikuwa ni rahisi sana kumwamini, akamwamini akamwamini akamwamini akarudi akala na kunywa. Alipomaliza kula na kunywa na ndivyo neno la Mungu likamjia yule nabii aliyemfuata aliyemfuata, ya kwamba wewe utazikwa pamoja, kwa pamoja, na, pamoja na baba zako kwenye makaburi ya baba zako kwa sababu umeliasi neno la Bwana, umeliasi neno la Bwana. Na kwa nini huyu mtumishi wa Mungu alikuwa ni, mtu wa Mungu alikuwa ni rahisi kumwamini huyu nabii kwa sababu ni mtu wa imani moja na yeye, ni nabii kama yeye alivyo nabii, nabii kama yeye alivyo nabii. Kwa mtu hatari kwenye maisha yako ni mtu wa imani moja na wewe, ni rahisi kuharibu maisha yako. Mtu mwenye msimamo sawa na wewe, ni rahisi kuharibu maisha yako. Mtu wa Mungu ambaye alimkatalia, mfano, alimkubalia nabii kwa sababu ni nabii, ambaye ni nabii kama yeye, kiurahisi sana akarudi akala na kunywa, akala na kunywa, akala na kunywa, lakini yule nabii alikuwa amemdanganya, alikuwa anasema uongo, wala hakuna malaika aliyemtokea. Alikuwa anasema uongo, alikuwa anasema uongo. Mtu wa Mungu alipoanza safari kurudi Yuda, simba katokea, akamuua, akamuua. Hatari ya watumishi wenzako ni vema kuwa makini. Kumbuka kwamba wewe unaweza kuangalia kwa, kwa, kwa nje, lakini huwezi kuangalia kilichopo ndani ya moyo wa mtu, ndani ya moyo wa mtu kwa, ni vema kumshirikisha Mungu katika kila jambo, kwamba hili analosema ni kweli, linatoka kwako, kwa, ama ni ile inatoka kwake mwenyewe, ama inatoka kwake mwenyewe. Mungu akubariki kusikiza mafundisho haya. Ni kweli kwamba wote tumeokoka. Uwe makini na watu, watu waliookoka wenzao. Ni rahisi watu waliookoka wenye imani moja na wewe kuharibu maisha yako kuliko mtu ambaye hajaokoka, kuliko mtu ambaye ni mpagani. Ni vema kuwa makini katika kila jambo analo, katika mambo mengi, katika mambo mengi ni vema kumuuliza Mungu kwamba hili ninaloambiwa ni kweli linatoka kwako ama linatoka tu kwake mwenyewe. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Naamini kwamba mafundisho haya yamefanyika msaada kwako na nenda kusaidia kutomwamini mtu kiurahisi. Bali kumuuliza Mungu, kumuuliza Mungu juu ya jambo lolote ili usije kaangukia kwenye mikono isiyo salama. Maisha yako inaweza karibiwa, maisha yako inaweza karibiwa na mtu ambaye ana imani moja na wewe. Mungu akubariki kusikiza mafundisho haya. Nami naamini kwamba mafundisho haya yamefanyika baraka kwako, yamefanyika msaada kwako. Usimwamini mtu asilimia mia kwa sababu ame, anasema kwamba ameokoka. Usimwamini mtu asilimia mia kwa sababu anasema na yeye ni mtumishi kama wewe. Vema kumsii Mungu, ni vema kumuuliza Mungu ili usije ukaangukia kwenye mikono isiyo salama, kama huyu mtumishi wa Mungu ambaye aliambiwa kwamba usile wala usi. Akakawa akamkatalia aka mfalme Yeroboamu lakini ilikuwa rahisi sana kwake kumkubali, alikumbalia nabii mwenzake kiurahisi sana. Kwa mtu wa imani mmoja na wewe ni rahisi sana kumwamini na ni rahisi sana huyo mtu kuharibu maisha yako kuharibu maisha yako kuharibu maisha yako. Kumbuka kwamba yusa, Yuda, Yesu alisalitiwa na, na, na Yuda, hakusalitiwa na mtu ambaye, alisalitiwa na mwanafunzi wake mwenyewe. Mungu akubariki na Roho Mtakatifu akusaidie akusaidia kuzitambua kila roho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kama mafundisho haya yamefanyika baraka kwako, basi usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, lakini pia unaweza ukawashirikisha unaowapenda, unaweza ukashare mafundisho haya, unaweza katoa like, comment. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.